Wamang'ati, maana ya neno mang'ati kazi yake ni neno la kimasai linalomaanisha adui. Yaani miaka ya nyuma masai na mang'ati walifanyeje? Waligombana. Wamang'ati walikuwa hawaitwi mang'ati, walikuwa na jina lingine, kwa Wamasai wakawaita nyiye kwanzia ni wadui wa dhambi. Lazima nawe leo uwe na ujanja kama Wang'ati, kama ulikuwa na wadui na mtu leo, geuza uwe adui wa uasi. Amen! Ukifanya hivyo, ndio namna ya kuitimia. Yani, ukiendelea kuweka chuki na mtu haitakusaidia, ila ukaka chuki na kuichukia dhambi ukasema